Wizara ya Fedha ya Urusi imependekeza ongezeko la kodi ya thamani VAT kwa asilimia mbili kutoka asilimia ishirini hadi ishirini na mbili ifikapo mwaka 2026. Ongezeko hilo ni kwa ajili ya matumizi ya kijeshi na kupunguza nakisi ya bajeti inayozidi kuongezeka kutokana na vita vya Ukraine vilivyodumu kwa miaka mitatu na nusu. Wiki iliyopita, Rais Vladimir Putin alidokeza kuhusu uwezekano wa serikali kuongeza baadhi ya kodi wakati wa vita na kutolea mfano wa Marekani iliwahi kuongeza ushuru kwa matajiri katika vita vya Vietnam na Korea. Wiki iliyopita serikali ya Urusi iliidhinisha rasimu ya bajeti ya mwaka 2026 ambayo baadhi ya maafisa wa Kremlin wameita bajeti ya kivita, huku ikitangaza makadirio mapya ya mwaka 2026, na kulingana na nyaraka za Wizara ya Fedha ya nchi hiyo, ukuaji wa uchumi unatarajiwa kushuka hadi asilimia moja mwaka 2025 kutoka asilimia nne nukta tatu mwaka uliopita wa elfu mbili na ishirini na nne. Matumizi taifa ya ulinzi kitaifa yanatarajiwa kushuka hadi rubo trilioni kumi na mbili nukta sita mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Nakisi ya bajeti ya elfu mbili na ishirini na tano imekadiriwa kufikia asilimia mbili nukta sita ya pato la taifa, ikiwa ni kiwango cha juu zaidi tangu vita vianze na kuzidi malengo ya matumizi awali kwa asilimia hamsini na tatu. Kwa mujibu wa Wizara ya Fedha, ongezeko la VAT ambayo huchangia takriban asilimia thelathini na saba ya mapato ya bajeti linatarajiwa kuongeza mapato ya ziada takriban rubo trilioni 1.2 mwaka 2026. mapato hayo yanalenga zaidi kufadhili sekta ya ulinzi na usalama. Serikali ya Urusi pia inapanga kuongeza mikopo kwa asilimia arobaini na sita pamoja na kuongeza kodi kwenye biashara za kamari na kuondoa misamaha ya kodi kwa biashara ndogo. Benki Kuu ya Urusi imesema itaangalia athari za vati katika matarajio ya mfumuko wa bei kabla kufanya ya kufanya maamuzi ya kupunguza viwango vya riba. Kwa mujibu wa Wizara ya Fedha ya Urusi, bajeti ya mwaka 2026 ni sawa na, na endelevu huku ikihakikisha malipo ya mishahara kwa wanajeshi, misaada kwa familia zao na ununuzi wa silaha na vifaa vipya vya kijeshi vinazingatiwa.